Okay, karibu hii ni Hot Drop TV. You already know mi naitwa Mame Nobo. Eh, usisahau ku subscribe, ku share, ku like na ku comment ili kuendelea kuwa mwanafamilia na sisi kwa sababu ni miongoni mwa jambo kubwa sana. So leo, I want to let you know story kutoka kwa sister yetu Mauasama. Ametangaza eh, kuwa wimbo wake ujao utavunja rekodi ya eh, Iokote, miongoni mwa ngoma ambazo ziliwahi kufanya poa sana na kuweka historia kubwa kwenye muziki wa Tanzania. Kupitia Instagram e, Mauasama aliandika kuwa japokuwa yokote imefanya vizuri sana, anawaahidi mashabiki e, kuwa kazi inayofuata itakuwa kubwa zaidi. Na ameongeza kuwa na imani kubwa na kazi hiyo mpya, na amewataka mashabiki wake kuwa tayari e, kwa maajabu. So hii ni dalili kuwa Mauasama anataka kuendeleza ukubwa e, na kutikisa anga la muziki DC. Kukumbushe ngoma ya yokote mpaka sasa ina almost viewers milioni si Tini kwenye mtandao wa YouTube na hii ngoma ndio ilimrepresent vizuri vizuristo kwenye industry ya muziki wa bongo, so we are waiting kuona je yeah, dada yetu Maua Sama atakuja na goma, rekodi, na Anson, ngoma litakalovunja rekodi iliyoweka na ngoma yake ambayo kote ni swali. Tunasubiri ngoma tuione itakuwa ni vipihii niusisau kus kushare kulike na ku kwa ajili ya